Yes, mimi ni Amri Mwingwa kutoka Mwingwa TV. Bana ndani ya Tubonge tumekutana na talent kama ilivyo kawaida bana sisi tukutana na vipaji tunaenda navyo tunaruka navyo. Na wanangu hapa wana vidude fulani hivi vya michezo michezo vibike noma sana. Wao vipi mzee wa kazi? Fresh tu. Anaitwa nani mwanangu? Majina yake ni Kipocha. Kipocha. Yeah. Au sio? Kipocha jina la la kwa halisi ama jina la talent? Kipocha jina la mtatu hilo. Yeah. Bike kama hii gharama yake kama shilingi ngapi? laki like na themanini, laki like na hamsini. Mm. Ila kuna namna umeipimpu pimpu nini, au hapo gharama hizo ni zote? Maanake amechukua dukani, laki na themanini. Ziwa kazi hapo, tuongee na mwanangu hapa. Mimi naitwa hii ngoma yako kama ngapi? Mi nimechukua moja na nusu tu, moja moja na hamsini. Tuko na big man nyama mwenyewe, niambie big, nayotoa Rajabu amani au Monga? Ah, Monga, njoo kwa hivi jamaa tumpate vizuri. Okay, Roja mwanangu, hii ngoma yako wewe kama ngapi? Hii ngoma yangu bei hali sana. Eh. Hii ina ngapi? Kuagizia nafika hata milioni tatu na kitu Mm -hmm. Kwa sababu hii tofauti na hizi okay. Ukizijulia, ukizichambua, ukizitafsiri yeah. wow. tofauti wake na hizi zingine ukoje? Hii ni inaitwa free max, mm -hmm. au free costa hizo. Hii umeona, unapopeleka mbele utasema mbovu, si umeona? yeah sasa, hiyo haifanyi, alafu hii umeona, ile inavulia yeah sasa, ile tofauti na hii ni okay. ili... yeah, yeah. tofauti na kwa mchezo unaofanya huu wa bike, nimeona hapa mnavyoruka na nini mnavyo jump, je, yeah, mna, katika upande wa fursa mna, mnafanya tu kwa ajili ya kama ile kuenjoy au kwa, kama kazi? tunafanya yote yote. Haa, dream come tu na kazi pia. Haa, ni kazi. kwa mfano mnafanyaga kwenye vitu gani mweze kuingiza kipato? na kwa ndo kama hivyo, mtu anajitolea anakuja mgeni, ndo kama hivyo, anaona pengine kwa kitendo anakiona vile, vile vinavyofanywa nini. Okay, so mnakuta mgeni. Mazoezi mazoezi huwa mnafanya gapi haya? ah, ah, tunakuja tu hapa mara hapa mara hapa mara hapa. Changamoto right, <coughs> zozote mnazipata katika kufanya mazoezi na nini Eh, ah, changamoto nyingi hmm, tu. Ah. Kama zipi? Ah, samtia ukaja hapa kwa sababu si zoezi letu sio kama ndo kila siku. Kwa sababu zoezi hizo unajua zoezi hela. Mhm. Mm, angalau una kula unajijua leo ah, leo sina kitu. Ukiwa una kitu inakuvunja ina, ina nguvu kutoka yani. Eh, lakini bike life ndo unapokuwa yani. Wingi nakuwa hatuna kitu. Unaweza ukaja hapa ukafukuzwa. Ah, hapa sema turuhusu sijini nani na kati sendo tupo kitambo. Tunaambiaje serikali kwamba nyie na nyie mnafanya michezo ni talent. Eh, serikali lakini wamesema hairuhusu. Serikali hapa imewakata. Wamesema walivyosema walivyosikia, lakini watu nasikia kitongo cha sanaa wanajua kama hivi zipo na watu wapo, mzungu kajenga mpaka kiwanja hapa hapa Paje, hapa Paje skateboard. Maana hizi ni hip hop. Skateboard zile ushajua, skateboard zile za miguu za miguu? Yes, zile eh, za kuteleza zile. Eh, zile. Yeah, yes, yes. na hizi ndio huo uwanja oh, mmoja Ah, k okay, yeah. Anasema huku msifanya ila mkafanyii kwenye viwanja, hamna viwanja, viwanja navyo changamoto na viwanja <laughs> <laughs> vitu vi ndio hivi yeah, yeah. Lazima <laughs> upate nini cha nini leo unakuja ile. Tunajua baiskeli hatari, a yeah, uwezi yeah. kufanya kitu vifaa mm, ni na nini vitu kama hivyo na hivyo vifaa hatuna chochote hauna kuna chama chochote kinahusiana na hizi bike zenu sports, chama? Viko vyama bongo au ndo wanaojua? Okay, hao jamaa ndo wanajua. Ha, mwanangu, una muda gani tangu umeanza kufanya hii issue? Una muda gani na mwaka? Na na mwezi kama mmoja au miwili. uh -huh. mm -hmm. na malengo yako ni nini? Malengo yangu mimi ni jenu afunike hawa wote hawa. Sawa. <laughs> yeah. yeah. una malengo makubwa zaidi hayo? Ndio, na malengo makubwa zaidi haya, yaani nitoke nje hapa nende nje kwa bike hii. Okay, mnakubali sana kama group fulani hivi, kila mtu anajitegemea au mna, mazoezi mna, mna mnatoka wote wote, yani inakuwa sante mmoja, kila mtu anakuwa kivyake, kutokana unajua, damu haziende yani vikombe haviwezi kukaa pamoja yani, sante mmoja. Kuna sante mmoja, kila mtu anatoka kivyake. Sante mmoja ndio kama hivi, kwa sababu hapa bado hatujatimia. Mm. lakini ndio hiyo Okay. Yani. Mm, ila tunasema together is one, au sio? Kwamba yeah, tukiwa wamoja mambo yanakuwa poa sana.